Online TV. Ndugu wananchi, kama mnavyofahamu, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inaendelea na zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura kwa mkoa wa Dar es Salaam. Kwa mujibu wa ratiba, zoezi hili lilianza tarehe 17 Machi 2025 na lilitarajiwa kukamilika leo Jumapili tarehe 23 Machi 2025. Tume inawapongeza wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam kwa kujitokeza kwa wingi kujiandikisha kwa mara ya kwanza, kuboresha au kuhamisha taarifa zao na kupata kadi mpya kwa wale ambao kadi zao zimepotea au zimeharibika. Ndugu wananchi, kutokana na mwitikio mkubwa, Tume ilichukua hatua ya kuongeza mashine za BVR, yaani BVR kits pamoja na watumishi katika maeneo yote yaliyoonekana kuwa na watu wengi, na hatua hii imewezesha zoezi kuendelea kwa utulivu katika maeneo yote, pia imewezesha kuongeza kasi ya kuwahudumia wananchi na kupunguza kwa kiasi kikubwa misongamano kwenye baadhi ya maeneo. Ndugu wananchi, licha ya hatua zilizochukuliwa na Tume, bado katika maeneo kadhaa kuna mwitikio mkubwa wa wananchi. Hivyo basi, napenda kuwatangazia wananchi wote wa mkoa wa Dar es Salaam kuwa Tume imeongeza siku mbili za uboreshaji wa daftari kwa tarehe 24 na 25 Machi 2025. Kwa hiyo zoezi hili litakamilika tarehe 25 Machi 2025 saa 12 kamili jioni. Aidha, baada ya siku hizi hizo mbili Tume haitaongeza muda zaidi. Ndugu wananchi, Napenda kuwakumbusha kuwa zoezi hili halihusishi ubadilishaji wa kadi za mpiga kura zilizotolewa mwaka 2015 na 2020, kwa kuwa kadi hizo ni halali na zitaendelea kutumika kwa mujibu wa kifungu cha 168 cha sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani, sheria namba 1 ya mwaka 2024, hivyo wananchi wote ambao kadi zao hazijaharibika au kupotea hawajahama kutoka kata au halmashauri hawa nyingine hawahusiki na zoezi hili. Mwisho, napenda kuwakumbusha tena kwamba kwa mujibu wa masharti ya kifungu cha mia kumi na nne kidogo cha kwanza cha sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani sheria namba moja ya mwaka ya mwaka 2024 ni kosa kujiandikisha zaidi ya mara moja. Ndugu wananchi, mtu yoyote akithibitika amejiandikisha zaidi ya mara moja atakuwa ametenda kosa la jinai na akitiwa hatiani, adhabu yake ni faini isiyopungua kiasi cha shilingi laki moja na isiyozidi shilingi laki tatu au kutumikia kifungo kwa kipindi kisichopungua miezi sita na kisichozidi miaka miwili gerezani, au vyote kwa pamoja, yaani kulipa faini na kifungo gerezani. Ndugu wananchi, naomba nitoe wito kwa wadau wote wa uchaguzi, ikiwa ni pamoja na wananchi kwa ujumla, kuendelea kutoa ushirikiano kwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi